Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nawaletea sehemu ya kwanza ya kafara ya Freemason. Kijana huyu Kevin anaelezea kwamba sio kile unachokisikia mtakikisimulia, kikisimulia wengi wao kuwa wanakiamini pale kimewatokea. Msikose kufuatilia mkasa huo mwanzo mpaka mwisho kwa kusubscribe na comment, ili tujumuike kwa kusikia mkasa wote, asanteni sana. Wetu unaanzia katika majira ya usiku, tunamwona kijana Kevin amekuwa kilala na rafiki zake akakujiwa na ndoto ambayo anayoota kirudi kijijini kwao ili aende muone bibi yake. Alipofika kwa bibi yake alimkabidhi kizawadi fulani bibi yake alimpikia Kevin chakula ili Kevin yale. Kevin amekula kile chakula, baada ya kula kile chakula akajisikia tumbo kinauma, akamwambia bibi yake tumbo linauma. Ndio bibi yake akaenda akamchemshia dawa fulani ili akampatia Kevin akule. Kijana Kevin anatuelezea badala ya kumaliza kula kile chakula alipewa na bibi yake, ghafla akajikuta anatoka ndani ya ndoto, kuangalia majira ya saa anakuta saa tisa ya usiku ndio ghafla akaamua kulala tena. Palipopambazuka asubuhi, sasa Kevin alisimulia rafiki zake kule mkasa ambaye aliota ndoto. Rafiki zake akamwambia pole sana ndugu yetu, inabidi aende kazini. Walipoelekea kazini, kwa sababu Kevin amekuwa akijishughulisha na kazi ya uvuvi kwa pesa ndogo ndogo za kuroa samaki, ndio aliporua samaki palikuja binti mmoja ambaye ni mzuri sana, na kumbe Kevin anataka wa samaki wako. Kevin akamwambia ni shilingi 2000 tu akampatia na yule binti akaenda zake, lakini alimwachia namba yake huko Kevin, akaanza kutia matamanivu kwa yule binti. Walipomaliza shughuli zao za kuvua samaki, ndio Kevin na rafiki zake wakaelekea nyumbani. Kevin akampigia yule bibie akamwambia mambo poa, unaitwa nani? Ndio yule bibie akamwambia mimi naitwa Baby. Yule bibie naye akamwambia Kevin, na jina lako nani? Kevin akajitayarisha jina lake na kumwambia mimi naitwa Kevin. Ehe, maongezi yako unasemaje? Ndio Kevin akamwambia bibie, mimi nimetokea kwa kupenda japo naisha utanielewa, lakini kwa sababu ni jirani yangu na shindana kuona kila siku pale nikija kuuza samaki yangu. Ndio bibi yake akamwambia na mimi na mimi, nikaogana kwa kuwa nikuelewa. Yeye alikuwa nimeshindwa kumwambia hivi, nikashangaa akaniambia wao. Sasa kumbe ni jambo la nzuri, na ikabidi mimi nimwambie kuwa uwe mke wangu. Ndio yule mwanamke akasema sawa, isiwe shida, sasa mimi nitaongea na wazazi wangu ili nitakwambia jibu. Miezi imepita, mwaka umeenda, ndio yule bibi akakuwa anapendana kwenye mahusiano na Kevin akatokea kuoana. Eh, kipindi alipooana akatokea kubatika na kuwa na mtoto mmoja wa kike wakampa jina la Clara. Alipopita siku, ndio Kevin akamwambia mke wake, inabidi ndio bibi kwa kijijini kwa bibi yangu tuje tumuone, tumpe taifa zake kwamba nimejifungua mtoto wa kike eh. Ndio mke wake akasema sawa, mimi wangu, usijali. Wakaelekea huko kijijini kwa bibi yake eh. Palipofika kwa bibi yake huko, sasa ndio Kevin anamwelezea bibi yake, mmoja mke wangu na mtoto wangu. Bibi yake alifurahi sana na kushangaa, anamwambia Kevin, kwa nini umeoa? Kunaambia akamwambia, bibi samani, mtani umekuwa mwingi ili an kuja kijijini imenipelekea masaa mengi sana. Hiyo sasa bibi yake na Kevin akamwambia mjukuu wangu, usijali kila kitu ni mipango ya Mungu. Walifanya masiku wakisho kwa bibi yao. Sasa walipofika siku Kevin anamwambia mke wake turudi kijijini sasa maana tunajua tumekaa muda mrefu huku, na mimi nina kazi ya uvuvi. Mke wake akamwambia sawa, mume wangu, nimekuelewa. Walimwaga bibi yao na kurejea mjini. Walipofika mjini sasa walifanya siku moja, eh, badala siku moja Kevin anakutembea tembea kwake, akakuja kumwona rafiki yake ambaye aliyesoma katika shule ambayo ya thamani sana lakini rafiki yake alifanikiwa. Kevin yeye alikuwa ni mtu ambaye alitembelewa na maisha ya uvuvi, ndio Kevin akamfuata rafiki yake na kumsalimia, akamwambia vipi, ndugu yangu? Ule rafiki yake na kumwambia Kevin, salama, mbona ulipotea? Akamwambia bana, mimi sikujua kama ni mvuvi, na kuwa nifanikiwa usha kuwa mtu wa kujiweza. Rafiki yake alicheka akamwambia hata wewe pia unaweza. Kevin akashangaa, nitaweza vipi wakati nyinyi mlitulisoma? Maliza masomo yako, akamwambia bana, ni shule tu ndo ambazo za mjini, ambazo sio za kila mtu kujua, ndio zinatufanya hivi. Kevin alishangaa akambia, sawa basi ndugu yangu, nipe namba yako, ila basi nitaongea na wewe baadaye. Akambia, sawa basi, utanitafuta nitakuelekeza namna gani na wewe unaweza kuwa kama mimi. Mafanikio, usikose sehemu ya pili kwa kutusubscribe na kucomment, ili tufuatilie mkasa mzima, kipi kilichoendelea badala ya Kevin, mbaki, yaki, ya kumpatia namba yake rafiki yake ili amsaidie ndani ya maisha yake. karibuni sana